Serikali ya Israel imetangaza kuwa imepata taarifa muhimu za kijasusi zinazohusiana na maeneo ambako miili ya baadhi ya mateka waliouawa huko Gaza inaweza kuwa imezikwa. Taarifa hizo zimetolewa na afisa mmoja wa ngazi ya juu wa Israel ambaye amesema kuwa juhudi zinaendelea kuhakikisha miili yote inayoshikiliwa na kundi la Hamas inarejeshwa. Afisa huyo ameeleza kuwa hatua hiyo inafanywa kwa ushirikiano wa karibu na Marekani pamoja na wapatanishi wengine wa kimataifa. Kwa ushirikiano wa Marekani na wapatanishi, Israel inaendelea kushinikiza kukamilika kwa hatua ya kurejesha miili yote inayoshikiliwa na Hamas, alisema. Hii ni kwa mujibu wa taarifa iliyoripotiwa na chombo cha habari cha CNN. Mpaka sasa kundi la Hamas limerejesha miili ya mateka tisa waliouawa, likidai kuwa limekabidhi miili yote ambayo linaweza kuifikia. Hata hivyo bado kuna miili ya mateka 19 ambayo haijarejeshwa na inadaiwa kuwa bado ipo ndani ya ukanda wa Gaza. Taarifa kutoka kwa vyanzo vya usalama nchini Israel zinaeleza kuwa Hamas bado inajua mahali halisi yalipo mabaki ya baadhi ya mateka wengine, jambo linaloendelea kuibua mashinikizo ya kidiplomasia na kijeshi. Serikali ya Israel imesisitiza kuwa haitapumzika hadi kila mwili wa mateka utakapopatikana na kurejeshwa nyumbani kwa familia zao. Hatua hii imeendelea kuongeza shinikizo kwa Hamas huku jumuiya ya kimataifa ikihimiza pande zote mbili kuzingatia misingi ya kibinadamu katika mzozo huo unaoendelea. Taarifa kuhusu serikali ya Israel kupata taarifa muhimu za kijasusi ambazo zinaeleza kwamba wanafahamu miili ya mateka wa Israel ambayo imezikwa na wanamgambo wa Hamas katika maeneo mbalimbali mbali ya Gaza inazidi kuleta presha, ambapo wanamgambo wa Hamas kutoka nchini Palestina wameeleza kwamba kuna ugumu wa kuweza kufikia miili iliyosalia kutokana na kufunikwa na vifusi vikubwa ambavyo vimesababishwa na mashambulizi ya Israel katika ukanda wa Gaza. Mtazamaji, hii ni taarifa ya hivi punde, tutaifuatilia zaidi kwa kina ili tukujuze hapa hapa katika Zone Media.